Mimi ni Roy. Nina umri wa miaka 39 na ninaijua hisia hiyo mbaya inayokutafuna tumboni mwako hivi sasa. Ninaijua hiyo hisia ya kuangalia skrini ya simu yako iliyotupu mpaka macho yanakuuma. Ninaijua fedheha ya kuangalia simu yako kila baada ya dakika tatu, ukijiaminisha kuwa imetetemeka, ukijiaminisha kuwa labda hukusikia mlio, lakini unapoitazama hakuna kitu. Hakuna simu iliyoingia, hakuna ujumbe mfupi, hakuna hata like moja. Kuna wewe tu ukiwa na kukata tamaa kwako na ukimya mzito unaokufanya utake kupiga kelele. Ninajua jinsi inavyoumiza kujiuliza kwa nini siku zote ni wewe unayeanzisha mazungumzo? Kwa nini ni wewe pekee unayehangaika kutafuta mada? Kwa nini ni wewe unayejaribu kupanga mipango? Unayejaribu kuonekana mrembo? unayejaribu kuwa mwanamke mwelewa wakati yeye hakupi chochote, hakupi hata chembe ya jitihada. Inachosha, inavunja moyo, na kusema ukweli, inanikasirisha sana. Inanitia hasira kuona wanawake wa ajabu, warembo, wenye akili, wakiomba na kulilia makombo ya tahadhari kutoka kwa wanaume ambao hata hawastahili kupumua hewa moja na ninyi. Unakaa hapo ukihoji thamani yako eti kwa sababu mwanaume fulani ameona uvivu kukujibu meseji yako. Huo ujinga unaishia leo. Nipo hapa kukusaidia kurekebisha hali hii sasa hivi. Nipo hapa kukufundisha jinsi ya kumfanya mwanaume akukimbize, sio kwa sababu unacheza michezo ya kitoto, bali kwa sababu hatimaye umetambua wewe ni nani hasa. Lakini kabla sijakupa ramani hii itakayobadilisha maisha yako. Ninahitaji ufanye kitu kwa ajili yangu. Ninahitaji ubonyeze like, ninahitaji ubonyeze subscribe na ninataka utoe maoni hapo chini ukiniambia unatazama video hii ukiwa wapi sasa hivi. Fanya hivyo sasa kwa sababu tunakaribia kwenda vitani kupigania heshima na thamani yako. Nisikilize kwa makini sana kwa sababu sitapamba maneno hapa. Sitakuambia kile unachotaka kusikia, nitakuambia kile unachohitaji kusikia. Ninakwenda kukufundisha jinsi ya kuamsha silika ya kibaiolojia ya mwanaume ya kuwinda. Ninakwenda kukufundisha jinsi ya kuwa kitu pekee kinachozunguka kichwani mwake. Lakini lazima nikupe tahadhari. Hii ni onyo kali sana. Usitumie ushauri huu isipokuwa una uhakika kwa asilimia mia moja kwamba unamtaka mwanaume huyu. Usitumie mbinu hizi kwa mwanaume asiye sahihi eti ili tu kukuza ego yako. Kwa sababu ukitumia mbinu hii kwa mwanaume asiye sahihi, kitakachotokea ni kwamba atakufuatilia kwa nguvu ambayo itakutisha. Ataweka nguvu zake zote kwako. Utakuwa na mtu anayekuganda kama ruba. Kwa kweli, hii ni karibu sawa na kumpa limbwata. Unapowasha swichi hii kwenye ubongo wake, hataweza kujizuia. Kwa hivyo, ninakuambia sasa, tumia hii tu kwa aina ya mwanaume ambaye kweli unataka kumnasa. Na jambo lingine hii inafanya kazi tu kama ana angalau chembe ya kuvutiwa nawe. Kama mwanaume amekuangalia machoni na kukuambia hakutaki, muamini. Ikiwa amekuzuia blok, mpuze. Hatuko hapa kufufua wafu, tuko hapa kuchukua cheke ndogo na kuigeuza kuwa moto wa msitu. Sasa hebu tuzungumze kwa nini unateseka sasa hivi. Hebu tuzungumze kwa nini hakupigii simu. Piga picha mfano huu, na ninataka uone waziwazi kwa sababu haya ndiyo maisha yako sasa hivi. Una migahawa miwili. Mgahawa A ni mpya kabisa, nje kuna ng'aa, mapambo ni mazuri, lakini unaposogea mlangoni ni mtupu kabisa. Kimya kinatawala. Mhudumu anakukimbilia, anaonekana kukata tamaa, anatokwa na jasho la wasiwasi, na anasema, hajambo, tafadhali karibu ndani, kaa popote unapotaka unataka meza ya dirishani ichukue, unataka vinywaji vya bure chukua, tumefungua masaa 24 kwa ajili yako tu, tafadhali tuangalie tu. Kisha una mgahawa B. Unatembea kuelekea mgahawa B na kuna foleni imezunguka mtaa, kuna kamba ya kifahari imetenganisha mlango, mlinzi ana orodha ya majina mkononi. Unachungulia ndani na kamejaa inaji ndani inasisimumwa wahudumu wanakimbia huku na pale, kwa sababu wako bizi kuhudumia wateja. Unamfuata mhudumu wa mapokezi, naye anakuangalia kwa utulivu na kusema: habari je, una nafasi iliyowekwa? Unasema hapana. Anasema: samahani, tumejaa kabisa. Naweza kupata meza ikipatikana baada ya dakika 45, lakini siwezi kuahidi chochote. Naweza kuchukua namba yako na kukujulisha. Ni mgahawa gani unafikiri una chakula bora? ni mgahawa gani ambao unatamani sana kuingia? Unataka kuingia mgahawa Ba. Unadhania chakula chake ni cha nyota tano, unadhania uzoefu wa kula pale utabadilisha maisha yako. Na ukifanikiwa kupata meza katika mgahawa Ba, unajisikiaje? Unajisikia fahari, unajisikia kama umeshinda kitu, unajisikia mwenye bahati. Lakini hapa kuna ukweli mchungu, na hii itauma: wewe unajiendesha kama mgahawa a wewe ndiye mhudumu aliyekata tamaa amesimama mlangoni akimsihi aingie ndani. Unapatikana wakati wote, upo wazi muda wote. Anakutumia ujumbe saa nane usiku, unajibu. Anakuomba miadi dakika ya mwisho, unasema ndiyo. Unagawa muda wako, mwili wako, na nguvu zako kama sampuli za bure kwenye duka la vyakula halafu, unashangaa kwa nini hakuoni wa thamani. Wanadamu na hasa wanaume wenye nishati ya kiume kwa asili huvutiwa na vitu ambavyo ni adimu, vitu ambavyo havipatikani kwa urahisi. Ikiwa kitu kinapatikana kila wakati, ikiwa kimejaa tele, ikiwa kinatupwa usoni mwao, hawakipi thamani. Wanaweza kukitumia, wanaweza kula hicho chakula, kwa sababu ni cha bei rahisi na rahisi kupata, lakini hawakiheshimu. Nishati ya kiume ni nishati ya mwindaji. Mwindaji hataki swala amfuate, alale chini na kufa miguuni pake. Hakuna msisimko katika hilo. Hakuna ushindi katika hilo. Anataka kukifanyia kazi, anataka kuhisi kama amekupigania na kukushinda. Anataka kuhisi kama wewe ni zawadi ambayo siyo kila mtu anaweza kuipata. Lakini humfanye ahisi kama amepata zawadi ya kufarijiwa. Unajibu meseji zake papo hapo, unapanga miadi yote, unafanya kazi zote za kihisia. Acha mara moja. Inanitia kichefuchefu kukuona ukijifanyia hivi. Wewe ni bora kuliko hili. Kwa hivyo tunarekebishaje hili? Tunakubadilishaje kwa uhalisia kutoka kuwa mlango ulio wazi kwa kujiita tamaa na kuwa chumba cha VIP cha kipekee? Inaanza na mawasiliano. Hii ni hatua ya kwanza, na itakuwa chungu kwako kwa sababu umeshazoea na umekuwa teja wa kutaka atambue uwepo wako. Anapokutafuta, iwe ni ujumbe mfupi, DM au simu, usijibu mara moja. Sijali kama umekaa kwenye kochi lako ukiangalia ukuta bila kufanya chochote, usipokee hiyo simu. Iache iite mpaka ikate au iende kwenye voicemail. Usiandike ujumbe wa kumjibu sekunde ile ile notification inapoingia. Ninajua unachofanya. Ninajua unaona jina wake na moyo wako unaruka na unawaza, "Oh, nikijibu haraka tutaendelea kuchat. Nikijibu haraka atajua nampenda." Hapana. Ukijibu haraka anajua ulikuwa umekaa hapo ukimsubiri. Anajua huna maisha mengine yanayoendelea. Anajua wewe ni rahisi. Mimi ni aina ya mtu ambaye kama niko karibu na wewe, kama wewe ni familia yangu, najibu mara moja, lakini kwa mwanamume ambaye ndiyo kwanza anaanza kukujua, mwanamume ambaye bado hajapata hadhi hiyo, hapana kabisa. Lazima utengeneze fumbo, lazima utengeneze pengo ambapo inabidi atafakari na kujiuliza, anafanya nini? Yuko na nani? Mbona hanijibu? Hiyo nafasi, huo ukimya, ndipo ambapo mvuto wake unakuwa. Kwa mfano, anakutumia ujumbe, habari za asubuhi Saa moja asubuhi wanapenda sana kutuma ujumbe huo wa uvivu good morning, na kwa kawaida unajibu saa moja na dakika moja asubuhi, ukisema nzuri, umeamkaje? Acha hiyo tabia. Akituma ujumbe saa moja asubuhi, usimjibu mpaka saa nne na nusu asubuhi. Uko bizi, uko jim, unafanya kazi, unafanya tafakari, unaishi maisha. Hayazunguki ratiba yake ya kulala na kuamka. Lakini hapa ndipo ufunguo ulipo, na hii ndiyo siri yenyewe. Unapojibu hatimaye, lazima usiwe baridi, usiwe na dharau, usiwe na hasira iliyojificha. Unapojibu saa nne na nusu unatuma ujumbe ambao ni mchangamfu na wenye kuthibitisha thamani yake. Unaweka imoji ya kopa moyo, unasema hei, nimefurahi sana kuona jina lako, natumai una siku njema sana. Je, unaona ulichofanya hapo? Unamfunza. Ni muhimu sana ufanye hivi mwanzoni mwa mahusiano Unamfundisha jinsi ya kukutendea. Unatumia mbinu ya kupongeza tabia nzuri. Unapomsubirisha unajenga njaa. Unapojibu hatimaye kwa uchangamfu na sifa, unashibisha njaa hiyo. Fikiria kama mtoto mdogo. Fikiria mtoto mdogo anayechora picha shuleni, anakimbia nyumbani, anafungua mlango kwa kishindo na kusema mama, mama, angalia picha niliyochora ana hamu kubwa ya kutambuliwa na kusifiwa. Anataka useme Mungu wangu, hiyo ni nzuri sana, wewe ni msanii hodari. Unapompa sifa hizo, anafanya nini? Anakimbia kwenda kuchora nyingine. Anataka kufanya tena, anataka hisia hiyo tena. Wanaume wazima wako hivyo hivyo. Nishati ya kiume inatamani kutambuliwa, anataka kukufurahisha anataka kujua amefaulu. Kwa hivyo unaposema nashukuru umenikumbuka, au napenda kusikia kutoka kwako, unamwambia hili ni jambo jema, fanya hili zaidi. Lakini kwa sababu umemsubirisha masaa matatu kupata sifa hiyo, ina thamani mara kumi zaidi. Ukimpa sifa hiyo papo hapo kila wakati, inapoteza thamani, inakuwa sarafu ya bei rahisi. Lazima ufanye sarafu hiyo iwe na thamani. Unamwambia hivi, nitakupa sifa, nitakufanya ujisikie kama mfalme, lakini itabidi usubiri, itabidi uifanyie kazi. Naye atafanya hivyo, atakuwa teja wa hisia ya kupata umakini wako. Ni ushindi kwa wote, humdanganyi, unatoa tu mazingira ambapo anahisi kama mwindaji na wewe ndiye zawadi kuu. Sasa hebu tuzungumze hatua ya pili. Hii inahusu muda wako. Hii inahusu kuonana ana kwa ana. Hapa ndipo wengi wenu mnafeli na inanitaka kupiga kelele kwa uchungu. Anakutumia ujumbe Jumatano na kusema mambo, nataka kukuona, uko free weekend hii. Na wewe kwa kuwa mgahawa B uliyekata tamaa kama ulivyokuwa siku zote, unasema ndiyo, niko free, sina ratiba yoyote weekend nzima. Unataka tuonane lini? Jumamosi inafaa, Ijumaa inafaa, Jumapili inafaa. Umeua huo mchezi wa kuwinda papo hapo. Umetoka kumwambia kwamba maisha yako ni matupu. Umetoka kumwambia kwamba umekuwa ukikaa tu ukimsubiri yeye achague nafasi. Umejishushisha thamani mpaka chini kabisa. Hiki ndicho utakachofanya badala yake. Nisikilize kwa makini. Anapouliza unapatikana lini: Unavuta pumzi. Humpatii jibu mara moja, unasema hivi, ningependa sana kuonana nawe, hebu niangalie ratiba yangu kwanza, naweza kukujulisha labda jioni hii au kesho mapema, nikiona muda unaofaa. Hata kama huna cha kufanya kabisa, hata kama mipango yako ya Jumamosi ni kulala na kuangalia movie peke yako, unamwambia unahitaji kuangalia ratiba. Kwa nini? Kwa sababu wakati anasubiri wewe kuangalia ratiba yako Anahisi wasiwasi kidogo. Anawaza, Mungu wangu, vipi kama yuko bizi? Vipi kama ana miadi na mtu mingine? Ninataka kumuona kweli. Maumivu hayo kidogo ni mazuri kwake. Ni ya lazima. Yanamfanya athamini ile ndiyo atakapoipata hatimaye. Kisha siku inayofuata unamjibu na kusema, sawa, nimebadilisha mambo fulani. Naweza kupata nafasi Jumamosi usiku. Sasa anafikiria Wow, amenitengenezea muda. Ni mwanamke mwenye shughuli nyingi na thamani ya juu, lakini ametenga nafasi kwa ajili yangu. Atakuwa na msisimko, atapanga miadi halisi, hatakuangusha wala kuhairi miadi. Unajua kwa nini wanaume wanahairi miadi na wewe? Unajua kwa nini wanakuambia hawawezi kuja dakika za mwisho? Ni kwa sababu wanafikiri utakuwepo siku zote wanafikiri ah, naweza kumhairishia huyu, anapatikana muda wote, tunaweza kuonana wiki ijayo. Unapokuwa unapatikana kirahisi, unakuwa kama kifaa cha kutupwa. Kwa kumjulisha tangu mwanzo kwamba muda wako ni adimu, hatawahi kudharau kalenda yako, atawahi kuja na ataweka jitihada. Utafika hatua ambapo hata hamjamaliza nusu ya miadi ya kwanza, naye tayari anauliza naweza kukuona lini tena? anajaribu kukuweka kwenye ratiba mapema kwa sababu anajua hawezi kukupigia simu Ijumaa mchana na kutegemea ndio. Anajua inabidi ashindane kupata muda wako. Hivi ndivyo unavyoweka msingi wa mahusiano, lakini nataka kuzungumzia mchezo wa muda mrefu, kwa sababu baadhi yenu mtaenda mbali zaidi na kuwa kama sanamu za barafu. Huwezi kufanya hivi milele, hatimaye nguvu lazima ibadilike. Ukimfanya akukimbize kwa miaka mitano bila yeye kupata matunda yoyote, atachoka. Atafikiri unacheza michezo tu, au huna nia naye. Hutaki ahisi kama panya anayekimbia kwenye gurudumu bila kufika kokote. Unataka ahisi kama mwanaume anayeshinda. Kwa hivyo, mara tu unapopata hisia kwamba anavutiwa nawe kwa dhati, nazungumzia baada ya miezi kadhaa ya uthabiti, siyo siku kadhaa. Mara tu amethibitisha kuwa hataki tu kulala nawe na kukimbia, hapo sasa unabadilisha gia. Unaanza kuulinganisha nguvu zake, unaanza kumtafuta, unaanza kuanzisha miadi hapa na pale. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshaweka msingi wa thamani, tayari anakuona kama zawadi. Sasa unapomfuatilia kidogo, anahisi kuheshimiwa, anahisi kuthaminiwa. Hachulii poa, kwa sababu anajua jinsi ilivyomgharimu kazi ngumu kufika kwenye nafasi hiyo. Lakini vipi kama tayari uko kwenye hali ambapo umeshaharibu Najua baadhi yenu mnasikiliza hapa na macho machoni mwenu, kwa sababu mmegundua mmekuwa mkifanya kila kitu vibaya. Umekuwa ukimkimbiza, umekuwa ukituma meseji mbili tatu bila kujibiwa, umekuwa ukiomba na yeye anajitenga, yuko mbali. Je, unaweza kurekebisha? Ndiyo, lakini lazima uwe mkali, lazima uache ghafa, kama mtu anayeacha dawa za kulevya. Acha kulalamika kwake Acha kutuma aya ndefu ukielezea hisia zako, kwa nini hukunijibu? Mbona unanipuuza? Nahisi kama hunijali. Acha hicho kilio. Unasikika kama mama anayelalamika, siyo mpenzi anayetamaniwa. Unapolalamika humfanyi akutake, unamfanya atake kukukimbia. Unamfanya ahisi dah, hebu nimtumie meseji basi ili anyamaze. Huo sio utamani, hiyo ni shuruti, hiyo ni wajibu, na huwezi kujenga mahusiano kwenye msingi wa lazima. Ikiwa unataka kubadilisha upepo, unaacha tu, unarudisha nguvu zako nyuma kabisa, unakuwa adimu, unaacha kuanzisha mawasiliano, unasubiri. Na itauma, itakuwa kitu kigumu zaidi utakachofanya, lakini hatimaye atakapokutafuta, na atakutafuta kwa sababu atahisi utupu wa kutokuwepo kwako, usiwe na hasira. Usiseme ah, safi sana, umeamua kutokea. Hapana, unatumia ile mbinu ya pongezi. Anakutumia ujumbe baada ya wiki nzima ya ukimya, Unasubiri masaa machache kisha unajibu, hei, nimefurahi sana kusikia kutoka kwako. Huna wasiwasi, una furaha. Wewe ni fumbo. Hatoelewa nini kimetokea. Atafikiria, subiri, mbona hanikimbizi? Mbona hana hasira? Mbona anaonekana mwenye furaha bila mimi? na huo mchanganyiko utageuka kuwa udadisi, na huo udadisi utageuka kuwa msukumo wa kukufuatilia. Ataanza kukufuatilia tena, ili kujua kama bado anakumiliki, na wakati huu unamfanya aifanyie kazi hiyo nafasi. Nisikilize, lazima uamini kuwa wewe ni zawadi. Hii si mbinu tu, huu si ujanja ujanja. hii inahusu wewe kuelewa thamani yako. Ikiwa huamini kuwa unastahili kukimbizwa, yeye hatowahi kuamini hivyo Atakukimbiza wakati atakapogundua kuwa kupata wewe ni mafanikio makubwa zaidi maishani mwake. Atakuwa teja kwako, atakuwa na uchu na wewe, lakini lazima uwe jasiri kiasi cha kuachilia. Lazima uwe jasiri kiasi cha kuruhusu kuwe na ukimya. Lazima uwe jasiri kiasi cha kuondoka mezani wakati heshima haitolewi tena kama chakula. Mbinu hizi zimenisaidia mimi na zimesaidia maelfu ya watu kubadilisha mahusiano yao kutoka kuwa ya kukatisha tamaa na na kuwa ya kistrategia na yenye heshima. Nataka hili kwako, nataka uhisi nguvu ya kufuatiliwa halisi. Ikiwa video hii imekugusa kama imekuamsha kutoka usingizini, nahitaji ubonyeze kitufe cha like kwa nguvu. Nahitaji ushiriki ujumbe huu na rafiki ambaye sasa hivi analilia mwanaume ambaye hastahili machozi yake, na usisahau kutoa maoni hapo chini ukiniambia unatazama kutoka wapi. Mimi ni Roy, nipo hapa kukusaidia uishi maisha yako bora zaidi. Acha kukimbiza, anza kuvutia. Tutaonana katika video inayofuata.